Kwa hiyo fursa hii tumeipata ndugu zangu, katika mwezi huu wenye baraka, mwezi mtukufu. Cha msingi ni kwamba kama tumeanza vizuri, tukaipokea ramadhani vizuri, tukafunga, tukafanya amali mbalimbali taa, basi nawaambia tena, innamal a'malu bil khawatim, siku zote matendo na amali huzingatiwa mwisho. Tunahitimisha vipi? Wale waliozembea kisha wakazinduka mwisho kabisa, basi kadhalika, innama a'mal bil khawatim, siku zote amali huzingatiwa mwisho. Lakini watu wengi hivi sasa ilivyo kikawaida, nikishaingia kumi la mwisho basi Ramadhani shasahaulika, tunakumbuka Idi iko mbele. Sikukuu sisi na sikukuu, sikukuu na sisi, maandalizi makubwa, utasema kuna jambo gani? Suluhi kumbe sikukuu yenyewe imewekwa kwa ajili ya kufurahia ile ambayo tumeyafanya katika amali walitukabiru Allah ala ma hadakum, ili mpate kumkabiri Allah mumtukuze kwa vile alivyoongoza nyinyi katika kuifunga saumu ya Ramadhani. Sasa mbona mwaacha hii? Mbona mwaacha mambo yake, mwashughulika na kitu kingine? Haina maana ya kwamba watu wasijiandae katika mambo yao, lakini tumezidi, tumevuka mpaka. Kuna watu hawatoki huko masokoni, hawatoki madukani, duka hili duka lile, soko hili soko lile mchana kutwa likishaingia kumi la mwisho tu, eti maandalizi ya siku ya Idi. Mcheni Mola wenu, siku hizi ni siku kubwa, hizi siku za mwisho, siku kumi za mwezi wa Ramadhani ni siku kubwa adhima. La tufarritu fiha, msizembee katika siku hizo kwa sababu ambazo hazina maana yoyote, kwa vitu ambavyo havina maana. Wewe jambo la mwezi mzima, umejiandaa siku ngapi? ili kuingia Ramadhani ulijiandaa siku ngapi? Iweje leo siku moja hujiandae siku kumi nzima au mwezi mzima? Ni shetani anawachezea watu, anawapeleka masokoni. Wakina mama hawatoki masokoni, masoko yamejaa, maduka yamejaa, wazunguka. Akitoka hapa ataingia aki hapa, akitoka hapa ataingia pale, mchana kutwa na usiku, akirudi iko hoi, hana ibada anayoifanya. Innamal a'malu bil khawatim. amali huzingatiwa mwisho. Tujitahidini kufanya ibada katika siku hizi za mwisho, sisi tunasambia sana